Maandishi ukutani, hadithi ya Biblia kwa watoto. Karibu kwenye jumba la kifahari la mfalme Belshaza. Hebu wazia karamu kuu yenye muziki, vicheko na chipsi kitamu. Ghafla, mkono unaowaka unatokea ukiandika maneno ya ajabu kwenye ukuta. Wageni wanaganda kwa hofu. Inaweza kumaanisha nini? Hebu tuzame kwenye hadithi hii ya ajabu na kufunua somo lake. Hakuna mtu anayeweza kuelewa maandishi na kila mtu ana wasiwasi, lakini mtu fulani anamkumbuka Danieli, mwanamume mwenye hekima anayempenda Mungu. Mfalme anamwita Danieli akitumaini kuwa atalitatua fumbo hilo. Danieli anapiga hatua kwa ujasiri, tayari kueleza ujumbe wa ajabu na kufundisha ukweli muhimu. Danieli anasoma kwa uangalifu maneno haya: Mene mene, tekeli, pasin anamwambia mfalme ni ujumbe kutoka kwa Mungu. Inamwonya mfalme Belshaza abadili njia zake kwa kuwa amekuwa na kiburi na kutojali. Hekima ya Danieli inatuonyesha kwamba kumheshimu Mungu na kufanya maamuzi mazuri siku zote ni muhimu. Kutoka kwa hadithi hii tunajifunza jinsi ilivyo muhimu kumwamini Mungu na kuwajibika kwa matendo yetu. Kama tu Danieli tunaweza kuwa wajasiri na kushiriki kile kilicho sawa hata wakati ni vigumu. Maandishi hayo ya ajabu yanatukumbusha jinsi mwongozo wa Mungu unavyoweza kuwa na nguvu maishani mwetu. Je, uko tayari kumwamini Mungu kama Danieli? Gusa kitufe cha like, jiandikishe kwa hadithi zaidi za kupendeza, na hebu tueneze upendo wa Mungu pamoja.